Watu tisa wakazi wa Halmashauri ya Mji wa Makambako mkoani Njombe wamefikishwa katika Mahakama ya Wilaya ya Njombe wakikabiliwa na tuhuma za kosa la uhaini na kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, makosa ambayo waliyafanya kwa kipindi cha kati ya mwezi Machi mpaka Oktoba 30 mwaka 2025. Akisoma mashtaka hayo, wakili wa serikali Magdalena Whella amesema watuhumiwa tisa akiwemo Erasto Nzenge mwenye umri wa miaka 31, am Japhet Kimbe mwenye umri wa miaka 27, Simon Mlelwa mwenye umri wa miaka 23, Masondole Manyama mwenye umri wa miaka 33, Stanley Mbembati mwenye umri wa miaka 39, Arnold 9 Tunduru mwenye umri wa miaka 30, Fadhili Nguvila mwenye umri wa miaka 25, Patrick Mpagike mwenye umri wa miaka 37 na Prosper Mbwilo mwenye umri wa miaka 26 wanatuhumiwa kwa kosa la uhaini ambalo ni kinyume na kifungu cha sheria namba 384 cha mwenendo wa makosa ya jinai marejeo ya kifungu cha 16 cha mwaka 2023. Washtakiwa hao tisa wamesomewa mashtaka yao leo Novemba 7, mwaka 2025 katika mahakama ya wilaya ya Njombe ambapo wamesomewa mashtaka mawili ya kesi namba 26483 mawili ya, ya mwaka 2025 mbele ya hakimu mfawidhi wa Mahakama ya wilaya ya Njombe Mheshimiwa Matrida Kayombo. Akisoma mashtaka hayo, mwanasheria wa serikali Magdalena Whella amesema kosa la kwanza ni kuwa kwa nyakati tofauti ya mwezi Machi mpaka tarehe 30 Oktoba mwaka 2025 katika maeneo tofauti ndani ya mkoa wa Njombe walikula njama na kutenda kosa la uhaini chini ya kifungu cha sheria namba 384 cha mwenendo wa makosa ya jinai marejeo ya kifungu cha 16 cha mwaka 2023. Katika kosa la pili, wakili wa serikali amesema washtakiwa hao walitenda kosa la uhaini chini ya kifungu cha 39 cha pili cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023. Ambapo maelezo ya kosa ni kuwa washtakiwa mnamo tarehe thelathini ya mwezi wa kumi mwaka 2025 katika mji wa Makambako walikuwa na nia ya kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na na na kuitishia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kujiingiza kufanya fujo na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali za serikali zinazotumika kutolea huduma muhimu. Baada ya kusomewa mashtaka hayo mawili, hakimu mfawidhi wa mahakama ya wilaya ya Njombe Matrida Kayombo amewataka washtakiwa hao kutojibu chochote hadi hapo shauri hilo litakapokwenda kusikilizwa kwenye mahakama kuu. Aidha, upelelezi wa shauri hilo bado haujakamilika kwa makosa hayo mawili, na kwamba makosa yote hayana dhamana na washtakiwa wamerudishwa mahabusu hadi tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 2025 kesi itakapotajwa tena.